Nabii, sasa hivi una mpango kufungua kanisa, na kwa nini umekuwa ukitabiri baadhi ya vitu na kweli vinatokea? Mimi sio nabii na wala sio nabii, hata kama ni watu wanafanya jokes na mimi nikifanya jokes. Mimi sio nabii na, na ni cheo kikubwa sana na sio nabii, sio nabii kabisa. Na mimi sio mkamilifu mbele ya Mungu, ila mimi nampenda Mungu, lakini mimi sio mkamilifu, na makandokando mengi tu, kwa mimi sio nabii, lakini kuna wanaojiita manabii, lakini wauni au utashughulika nao. Msiwe madhaifu katika kufikiri. Mtawajua, Biblia inasema hivi, mtawajua kwa matendo yao. Kwa matendo yao, sio mbwembwe. sio mbwembwe. Ndio hata juzi nikasema wanapita wanafanya politics, utafikiri wanafanya kazi ya Mungu. unawezaje ukachukua kanisani kwako milioni mia moja kwa maskini, umewacha maskini ndani ya kanisa lako, afu ndani ya kanisa lako hauna foundation ya kusaidia wale watu ambao wana maisha duni. Imani imetumika sana kuwafanya watu waendelee kuwa duni. Na ndio maana nikasema kuna siku pengine ndo nikajikuta nahubiri Injili kwa sababu naona kuna upotoshaji mwingi. Kanisa hilo nenda kaangalia makanisa wanaosali ni watu wenye uwezo mdogo sana. Lakini wanawaambia leteni fungu la kumi, mtoleni Bwana, hela zitakuja pale. Unaona watu wakiwa wa, wanapokea pesa. Unachukua hela kwa maskini. Ndani ya kanisa lako hakuna foundation ya kusaidia maskini. Una watu ndani ya kanisa lako hawana nyumba. Upendo unaanzia nyumbani. Unachukua zile hela unakuja kufanya public show. Ndio maana nikasema hata watu kiangalia, angalia magari wanotembelea, angalia nyumba wanazoishi, wanatimiza miaka ishirini, angalia makanisa yao ndani, mabanzi mabanzi. Huyu Mungu mnampenda kwa kiwango hicho, na hizo wala mnazogaa kwa kiwango hicho. Sianza kumtengezae mwenyewe Mungu selfu nzuri hii, tusadili naye kiutumishi. Ila kuna tofauti kati ya watumishi wa Mungu na viongozi wa dini. Mtumishi wa Mungu sio lazima awe na gari, sio lazima awe na kola. Hata wewe unaweza ukawa mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Kufungua kanisa lini? Sina mpango wa kufungua kanisa lakini na mpango na mpango sana wa kumpenda Mungu. Mimi sio mkamilifu. Hata hapa ninavyofanya ni utumishi huu, kuliko ule wa kwenda Semunge, unachukua hela kwa maskini, alafu unaleta kwa maskini kufanya show. No, tengeneza foundation, tengeneza shule, tengeneza empowerment, tengeneza vitu vingi ili wale watu ambao unawagaia wa hela waje wasome skills. Somesha watu. Peleka watu shule. Peleka watu sido. Sio mbombo mbwembo hizi. Nabii sasa hivi na mpango wa kufungua kanisa? Na kwa nini umekuwa ukitabiri baadhi ya vitu na kweli vinatokea? Mimi sio nabii na wala siya, ya, sio nabii. Hata kama ni watu wanafanya jokes na mimi nikifanya jokes, mimi sio nabii na na ni cheo kikubwa sana, na sio nabii, sio nabii kabisa na, na mimi sio mkamilifu mbele ya Mungu, ila mimi nampenda Mungu, lakini mimi sio mkamilifu na makando kando mengi tu kwa. Mimi sio nabii, lakini kuna wanaojiita manabii, lakini wauni au utashughulika nao. Msiwe madhaifu katika kufikiri, mtawajua. Biblia inasema hivi, mtawajua kwa matendo yao, kwa matendo yao, sio mbwembwe, sio mbwembwe. Ndio hata juzi nikasema wanapita wanafanya politics, utafikiri wanafanya kazi ya Mungu. Unawezaje ukachukua kanisani kwako milioni mia moja kwa maskini, umewacha maskini ndani ya kanisa lako, alafu ndani ya kanisa lako hauna foundation ya kusaidia wale watu ambao wana maisha duni. Imani imetumika sana kuwafanya watu waendelee kuwa duni. Na ndio maana nikasema kuna siku pengine ndo nikajikuta nahubiri Injili kwa sababu naona kuna upotoshaji mwingi. Kanisa hilo nenda kaangalia makanisa wanaosali ni watu wenye uwezo mdogo sana. Lakini wanawaambia teni fungu la kumi, mtoleni Bwana, hela zitakuja pale. Unaona watu wakiwa wanapokea wa, pesa. Unachukua hela kwa maskini. Ndani ya kanisa lako hakuna foundation ya kusaidia maskini. Una watu ndani ya kanisa lako hawana nyumba. Upendo unaanzia nyumbani. Unachukua zile hela unakuja kufanya public show eh, ndio maana nikasema, hata watu kiangalia, angalia magari wanotembelea, angalia nyumba wanazoishi, wanatimiza miaka ishirini, angalia makanisa yao ndani, babanzi, mabanzi. Huyu Mungu mnampenda kwa kiwango hicho, na hizo hela mnazogawa kwa kiwango hicho, sianza kumtengenezea yeye mwenyewe Mungu self nzuri? Hii tusadilai kiutumishi, ila kuna tofauti kati ya watumishi wa Mungu na viongozi wa dini. Mtumishi wa Mungu sio lazima awe na gari sio lazima wewe nakola. Hata wewe unaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana, sina mpango wa kufungua kanisa, si kanisa lakini na mpango na mpango sana wa kumpenda Mungu. Mimi sio mkamilifu, hata hapa ninavyofanya ni utumishi huu kuliko ule wa kwenda Semunge. Unachukua hela kwa maskini, alafu unaleta kwa maskini kufanya show? No, tengeneza foundation, tengeneza shule, tengeneza empowerment, tengeneza vitu vingi ili wale watu ambao unawagaia wa hela waje wasome skii, somesha watu, peleka watu shule, peleka watu sido, sio mbwembwe mbwembwe hizi.